Mbunge wa Kajiado Kusini Samuel Sakimba Parashina amewaongoza wadau wa elimu katika kaunti ya Kajiado kupinga hatua ya wizara ya Elimu kuondoa somo la hisabati kwa wanafunzi wa gredi ya kumi hadi kumi na mbili. Viongozi hao wamesema hatua wa hiyo haikufaa kwani hisabati ni somo muhimu ambalo linapiga jeki masomo mengine. Kumekuwa na tetesi kuhusu hatua ya serikali kufanya somo la hisabati kutokuwa la lazima kwa wanafunzi wa sekondari ya juu. Wanafunzi hao sasa watatakiwa kufanya masomo manne ya lazima yakiwa ni lugha ya Kiingereza, Kiswahili, huduma kwa jamii na somo la mazoezi. Ni wanafunzi wanaofanya masomo ya sayansi pekee ambao watalazimika kusoma hisabati. Sijapenda hii inasemekana eti mathematics ito isikue tena ni compulsory mathematics kabisa. Critically, mimi mimi niliongoza mathematics hii shule. Mambo ya education tusiingize na kuibadilisha badilisha, tutabadilisha siku hizi tukapotea. Laini naongea kwa lain ango, hesabu ni kitu ya maana katika kupiga hesabu ya biashara, kusaidia mtu kuwa engineer, kusaidia mtu kuwa pilot, kusaidia mtu kuwa daktari to know mathematics is key, as it has also English is key foa po